Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali e, pasina shaka upo salama kabisa. Serikali ya Tanzania kupitia wizara ya mambo ya nje ya nchi wameelezea kwa kina zaidi e, maamuzi yaliyofanywa na Marekani, ambapo Tanzania imewekwa katika orodha ya nchi ambazo zimewekewa vikwazo vipya kwa wasafiri wake kuingia Marekani, yaani Marekani imeweka vikwazo vipya kwa wasafiri kutoka Tanzania. Kupitia mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, tumeona wanaharakati wengi wakizungumza vitu mbalimbali, wengine wakisema sababu ya Marekani kufanya hivyo ni kutokana na vurugu ambazo zimetokea Tanzania kuanzia 29 Oktoba na kuendelea, siku ya uchaguzi na kuendelea, ambapo tumeshuhudia vijana e, Wakitanzania wakipoteza maisha, lakini pia wengine wameenda mbali zaidi e, na kuelezea kwa kina zaidi sababu e, za Marekani kufanya hivyo, lakini pia hata Marekani nao walielezea ni kwa nini wamefanya hivyo. Tutapitia hapa moja kati ya ujumbe wa mwanaharakati Mange Kimambi, kwa upande wake amesema kitu gani, lakini pia kiundani zaidi nitakuhabarisha E taarifa hii, lakini pia EBM Swahili, moja kati ya watu wenye uelewa mkubwa zaidi wa usafiri kutoka Tanzania kwenda Marekani alichambua kidogo, halafu tuangalie taarifa kutoka serikali ya Tanzania ambayo imetoka muda huu. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka marufuku ya usafiri zidi ya raia wa Tanzania katika vikwazo vya hivi karibuni vya usafiri. Ikulu ya White House imesema vikwazo hivyo vinavyokusudia ni kulinda usalama wa Marekani ambavyo vitaanza kutekelezwa Januari 1 mwaka 2026. Katika amri ya rais iliyotiwa saini Jumanne, tarehe 16 Disemba, utawala wa Rais Donald Trump umejumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zinazokabiliwa na vikwazo vya muda kuingia Marekani, akitaja uzembe wa ukaguzi, uhakiki na upashanaji habari wa mamlaka ya Tanzania kuhusu raia wao. Nchi nyingine za Afrika zinazokabiliwa na vikwazo hivyo ni Burkina Faso, Mali, Niger, Sudani Kusini, Siria, pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestina, Laos na Sierra Leone, ambapo ambazo hapo awali ziliwekewa vikwazo vya muda sasa zimejumuishwa kwenye orodha ya nchi 15 zilizo pigwa marufuku ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania pamoja na Zimbabwe. Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, serikali ya Tanzania ilithibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Tayari serikali ya Tanzania kupitia wizara ya mambo ya nje imeanza kufanya mashauriano na wenzetu wa upande wa Marekani kujua maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa, maboresho hususan yanayohusu na masuala ya kikonsel ili kuharakisha Tanzania isiwe moja ya nchi ambazo raia wake watazuiwa kuingia Marekani, alisema msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Mashauriano hayo ya masuala ya kibalozi, pamoja na mambo mengine, yanagusa utoaji wa nyaraka halali za utambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Ni kwa nini Marekani imechukua hatua hii? Hapa nitakupa sababu ambazo pia hata EBM amezichambua. Utawala wa Trump umesema kuwa umechukua hatua hiyo kutokana na kile ilichokitaja kuwa viwango vya juu vya viza vya watu ambao wanasalia nchini muda mrefu baada ya muda wao kuisha kwa jambo la msingi. Nitakupa mfano. Kuna watu ambao wanakwenda kusoma au kufanya kazi kwa muda Marekani, lakini baada ya zile kazi kumalizika, wanabaki na kuendelea kuishi Marekani. Marekani nataka Tanzania na nchi zingine zilizotajwa kurekebisha masuala haya, vinginevyo raia wake watapigwa marufuku kuingia Marekani, lakini pia sababu nyingine zilizotajwa na Marekani ni pamoja na nchi zilizoathiriwa kutoa uraia kwa wawekezaji bila masharti ya kuishi nchini humo, pamoja na madai ya matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi na Marekani ambayo yanafanywa na raia wa mataifa hayo wakiwa Marekani. Hatua hii ya hivi punde ikianza kutekelezwa itawaathiri raia wa nchi husika kuanzia wafanyabiashara wanafunzi na wengine wanaokwenda kwa shughuli mbali mbalimbali, lakini pia tangazo hilo lilifuatia baada ya kukamatwa kwa raia wa Afghanistan anayeshukiwa kuwapiga risasi askari wawili wa ulinzi wa kitaifa mwishoni mwa wiki na, ku, na kuifanya ikulu ya White House ikielekeza katika kuanzia kuangazia wasiwasi wake wa usalama. Hii ni mara ya tatu kwa Trump kuweka marufuku ya kusafiri. kumbuka wakati wa muhula wake wa kwanza alianzisha agizo kama hilo mnamo mwaka 2017 ambalo lilizua maandamano na changamoto za kisheria ndani na nje ya nchi. Sera hiyo baadaye ilizingatiwa na mahakama ya juu ya Marekani. Ikulu ya White House ilisema vikwazo vitaendelea kudumishwa hadi nchi zitakazoasiliwa zifanye maboresho ya kuaminika katika usimamizi wa vitambulisho upashanaji habari pamoja na ushirikiano wa mamlaka ya uhamiaji ya Marekani. Vigezo kadhaa vinatumika, na marufuku hiyo haiathiri wakazi halali wa kudumu, wengi walio na visa, wanadiplomasia au wanariaza wana wanaosafiri eh, kwa hafla kuu za michezo. Maafisa walisema msamaha wa kesi kwa kesi pia utapatikana, ambapo kusafiri kunachukuliwa kuwa kwa maslahi ya kitaifa. Katika muhula wake wa kwanza wa urais rais Trump aliweka marufuku ya safari dhidi ya mataifa yaliyo na idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu, hatua ambayo ilizua mjadala mkali na hata kupingwa mahakamani kabla ya mahakama ya juu kuiruhusu katika toleo lake la tatu mwaka 2018. Marufuku hiyo iliputwa na rais Joe Biden, lakini Trump amekuwa akishughulikia kwa ukubwa wake masuala ya uhamiaji ameahidi kuirejesha tena akiwa madarakani kwa awamu ya pili, akisema itakuwa ni kubwa zaidi ya mwanzo. Moja kwa moja kila ambacho alikichambua IBM alisema kwamba nadhani hawa ni moja kati ya watu ambao wanafahamu zaidi e mambo kama haya. Tutapitia alichokiandika Mange Kimambi uweze kuona namna ambavyo watu walivyotafsiri tofauti tofauti, e, sababu za Marekani kuiwe, kuiweka Tanzania miongoni mwa nchi ambazo wasafiri wake wamewekewa vikwazo. Alichokiandika IBM aliandika: taarifa ya safari kuelekea Marekani Tanzania ilitangazwa Disemba 16, 2025, kuanza kutumika Januari 1 2026. Marekani imeiweka Tanzania chini ya masharti ya sehemu, yani partial restriction ya kuingia nchini humo kufuatia tangazo la rais lenye lengo la kuimarisha usalama wa taifa na usalama wa umma Muhimu zingatia: Tanzania haijapigwa marufuku kamili kusafiri kwenda Marekani. Maana ya masharti ya sehemu kwa watanzania ni moja, ukaguzi mkali zaidi wa maombi ya visa; mbili, ucheleweshwaji au kukataliwa kwa visa kwa baadhi ya waombaji; na tatu, ni uhalali wa visa kuwa wa muda mfupi zaidi. Aina ya visa zilizoasiliwa ni pamoja na B1, B2, yani biashara pamoja na utalii, f m Jei, ambazo ni masomo pamoja na mabadilishano. Wasioahiliwa kwa ujumla ni wenye kadi ya kijani yani green card, lakini pia wenye visa halali tayari, mabalozi wana michezo na wasafiri wa kiserikali, lakini pia wale waliopata ruhusa maalum kwa maslahi ya taifa la Marekani. Kwa nini Tanzania imeingizwa? Sababu rasmi ni kwamba viwango vya juu vya kukaa Marekani kupita muda wa visa lakini pia mapungufu, mapungufu katika mifumo ya ukaguzi na uthibitishaji wa taarifa na jambo la tatu ni ushirikiano mdogo katika kubadilishana taarifa za kiusalama. Hizi ndizo sababu rasmi ambazo ameziandika IBM kwamba moja ni viwango vya juu vya kukaa Marekani kupita muda wa visa, mbili, mapungufu katika mifumo ya ukaguzi na uthibitishaji wa taarifa, na tatu ni ushirikiano mdogo katika kubadilishana taarifa za kiusalama Lengo la silah hii ni kuhimiza maboresho ya mifumo, kuimarisha usalama wa mipaka na kuhakikisha wanaoingia Marekani wanaweza kudhibitishwa, kudhibitiwa ipasavyo. Hii ilikuwa ni e, taarifa ambayo ameichambua IBM. Lakini pia kwa upande wake Mange kama nilivyokuambia, tutaangalia hapa licho kiandika kiufupi zaidi, alafu tuangalie taarifa kutoka serikali ya Tanzania. Nam, nilikuwa natafuta hapa taarifa ya Mange, ambapo Mange Kimambi ameandika: Samia amefanya propaganda wiki nzima kuwa hadawa Tanzania kuwa Marekani ina kusapoti mtu ambaye umeua wananchi ili ubaki madarakani, ila leo Trump kaiingiza rasmi Tanzania kwenye nchi zenye partial travel ban to the US na wewe na wenzio wote mlioshiriki kuua wananchi waliokuwa wanadai haki zao, mnapigwa full ban ya kuingia Marekani na soon Europe pia wanawapiga ban. Mnahangaika kutafuta uhalali baada ya kuua watu. Wewe ni rais batili, uliua wananchi zaidi ya elfu kumi ili ubaki Ikulu Samia, kama jinsi mlivyofosi vyombo vya habari vyote Tanzania kuposti uongo wenu kuwa mnasapotiwa na Marekani pamoja na UN wapeni ruhusa wa posti na hii alafu, mnachekesha mno, nyiye si mliowaambia hawa hu ayu? Mbona sasa mnahaha kukabikubalika na kinahu ayu nyambapo roho zinawaenda mbio kukosa mikopo ya kununua mabugati na kufanya anasa? Na bado hiki ndicho alichokiandika Mange Kimambi. Moja moja kwa moja, tupitie taarifa ya ya serikali ya Tanzania kwa kina zaidi. Taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa kuhusu Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekewa udhibiti wa visa kuingia Marekani. Dodoma, tarehe 17 Disemba 2025. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya serikali inapenda kuufahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi 15 ambazo serikali hiyo imedhibiti utaratibu wa visa, yani partial restriction za kuingia nchini humo. Uamuzi huo umetangazwa na rais wa Marekani, mheshimiwa Donald Trump, tarehe 16 Desemba 2025 na unahusisha pia nchi nyingine 14 za Afrika ambazo ni Angola, Antigua na Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tonga, Zambia pamoja na Zimbabwe. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la serikali ya Marekani, udhibiti huo umetokana na taarifa ya wakaaji zaidi ya muda, wakaaji zaidi ya muda yani overstay reporti, iliyoonesha kuwepo kwa idadi ya baadhi ya raia wa Tanzania waliokwenda nchini Marekani na kuzidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya viza walizopewa. Taarifa hiyo imeonyesha kuwa Tanzania ina kiwango cha ukaaji wa zaidi ya muda cha asilimia nane nukta tatu kwa viza za B1 na B2, yani biashara pamoja na utalii, lakini pia asilimia kumi na tatu nukta tisini na saba kwa visa za F M pamoja na J, yaani wanafunzi mafunzo ya ufundi pamoja na programu za kubadilishana. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, viwango hivyo vilionekana kuzidi kiwango kinachokubalika chini ya sera zao za uhamiaji na hivyo kusababisha Tanzania kujumuishwa katika kundi la nchi zilizowekewa udhibiti huo. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa Udhibiti huu si kamili na kwamba Watanzania watakaokidhi vigezo na masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zitakazotumika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani yanayolenga kupata mwafaka kuhusu swala hili kwa maslahi ya wananchi wote. Aidha, serikali inawahimiza Watanzania wote wanaosafiri kwenda Marekani kuzingatia kikamilifu masharti ya visa wanazopewa ili kuepuka athari kwao binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Serikali itaendelea kutoa taarifa kadri mazungumzo na hatua hizi yatakavyokwenda. Imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona watanzania mbalimbali wakitoa maoni yao hapa kwenye peji ya msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa, ambapo huyu wa kwanza anasema kwamba hiyo ni nzuri sana. Mwingine anasema kwamba, kwa hiyo mnaendelea kusema uongo, mbona Kenya ndo wanaoongoza kwa kuzamia, lakini nchi yao haipo. Mwingine anasema kwamba hii yote ni kutokana na ujinga wenu na bado tarehe 25 sio mbali, mjiandae. Mwingine akasema kwamba kila laheli kaka Msigwa, ila huku mtaani hamkubaliki kabisa, mna kazi ya ziada kuwarudisha wananchi kuwaelewa. Mwingine akasema kwamba sio kweli, Mange Kimambi alituambia muda si mrefu tutafungiwa kuingia Marekani, mukasema haiwezekani, sio kweli, tumpuuzie. Sasa hapa wa kumpuuza ni nani? Nyinyi au Mange au vyote hivyo ni artificial intelligence, yani AI inayofanya hayo yote? Mwingine akasema kwamba cheni uongo sio kuzidisha muda kutuwa, ni nyie kutuua. Ni maoni ya Watanzania lakini pia nimekusomea hapa alicho kiandika mwanaharakati Mange Kimambi. Na bado e, tuachie maoni yako hapa kwa taarifa hii ya serikali ya Tanzania lakini pia kwa hiki ambacho Marekani wamekifanya. Wewe mtazamo wako ni uki unaamini kwamba ni sababu hizo ambazo zimetajwa na Marekani lakini pia serikali ya Tanzania? Tuachie maoni yako.